2023 imeanza ujenzi wa mitandao ya barabara mbalimbali mbali katika mji wa Goma. Hapa katika Nziapanda Tsukudu tumekutana naye Naibu Meya wa mji wa Goma Dezirengabo Kisuba. Unaona, kwa ujenzi wa mabarabara -bara. Barabara zetu za Goma zilikuwa zimeharibika sana, na sisi kama meria ya Goma tuliweza leta malalamiko kwa wakuu viongozi na wamejibu. Tulimwambia liwali Bahati Musanga Erasto kama barabara za Goma zina shida, shimo zimekuwa mingi za kujaa shimo, zimejaa ndani ya, ya mji na akatuahidi kwamba akatuahidi kama ata, atafanya yake yote iwezekanavyo ili aweze kuboresha mabarabara e, imeonekana Goma hakuna mabarabara nyingi na zingine ambazo zilikuwa zimeharibika na tayari amejibu. Sababu mnaona wanaanza kutengeneza hizi ambazo zimeharibika, na alikuahidi kwamba zingine ambazo hazijajengwa nazo atazijenga. Goma yote itatengenezwa. Unaa, chama chetu ni chama cha mabadiliko, tulikuja kujenga, tulikuja kubadilisha ile ambayo ilikuwa haiendeke sasa vile umeona tena barabara Walikale Masisi nayo inajengwa na zote za Goma, nasiametuprometre kama atazijenga. Sisi tuko kwetu, tuko kwetu, na ile kidogo ambayo raia inatupatia hatuikule. Sisi tunaiweka kwa vitendo, tunaiweka kufanya kazi, tunaiweka kuleta usalama, tunaiweka kutengeneza marompwe, tunaiweka kufagia michi na ingine, njo hii tunaweza tengeneza nayo mabalabala zetu sisi tuko watoto ya, wa, wa, wa Goma. Sisi tuko watoto wa Kongomani, tulikuja kubadilisha ile ambayo ilikuwa haiendeki, na wakati sisi tunakuja, tunaomba kunaonekana difference entre uongozi wa Chilombo ambao iliyopita ambao ilikuwa uongozi mbaya na uongozi mpya. Tuko viongozi wa raia, na yote tunaifanya juu ya raia yetu, juu ya nchi yetu. Hatukuja iba, lakini tulikuja kubadilisha, tulikuja kutengeneza. Kama sisi hatujenge kwetu, tutachunga nani akuje kutujengea? kama sisi hatulete amani kwetu nani atatuletea amani? Tunapiganisha ili amani irudi kwetu, tunapiganisha ili tuweze kuleta maprojet ya developma kwetu, na ndio kazi ambao tuko nafanya kwa sasa. tuko Kurompwe chukudusa hii programme en ville ote ya Goma, fasi ote kuko manidepole, fasiote ambapo kuko mashimu zote, gavana ametu promettre kama watafunika na fasi ote ambapo hakuna mabarabara, na mabarabara zitajengwa, hapana tu ndani ya mji wa Goma, muprovensa ote ya Nord Kivu, mabarabara zitajengwa na chama chetu cha AFC/M23, chama cha mabadiliko, chama cha raia <t 'amnion> lazima tuondoke, twende wapi? Sisi tuko kwetu, tuko natengeneza kwetu. Tuondoke twende wapi? Unataka nitoa kwetu ili niende wapi? Sisi tuko nyumbani hapa, tuko nyumbani kwetu na tuko natengeneza kwetu, tunaleta amani kwetu. Yengine ni wao ndo wanajua, lakini sisi tuko kwetu. Ukinitoa kwetu, unataka nibeba wapi? Hey, utanitoa kwetu ili niende wapi? Niko nyumbani. Ha, mimi mtoto, mimi mtoto wa hapa, nimekuja hapa kwetu. Aya, umetukimbiza juu ya juu ya chuki na ukabila, lakini sasa tumerudi kwetu, inabidi tulete ujenzi, inabidi tulete mabadiliko kwetu, na njoo imeanza onekana kwa vitendo, hapana maneno mingi. Sisi chama chetu iko chama cha maneno, ni chama cha vitendo, na ndio ambao vitendo ambao mnaanza kuona kwa sasa tuko nataka tengeneza. Imeonekana mabandia wengi wana profite na, na giza ambayo yuko ndani ya makartier. Ndio maana tulialika watu waweze kuweka matala, kila mutu aweke tala kwenye lupango yake ili mwangaza iweze kuonekana. Tulialika tena watu pia kupanda miti na sisi wenyewe tumeanza panda miti ndani ya mji wa Goma. Sisi wenyewe tuna mradi wa kupanda miti kwenye mogoma, ambayo guvernema ya Kisekedi waliendaka wanaspolie wameuzisha maparcele kiovyo, lakini sisi tena tunataka hiyo mogoma tuweze kupanda miti na ikuwe Goma ikuwe tena vile ekolojiki Goma ikuwe vile la plus propre sa vile, kwa naangalia hapa hakuna uchafu na population imeanza kutu, kutu, kutuelewa. Population imetuelewa na imeanza kutuakompanye kwa ile mirazi yenye tuko nayo, na wameelewa kama chama chao cha AFC M23 ni chama ambacho kileta mabadiliko, mabadiliko ya kweli, mabadiliko yanayoonekana. sente za watu mogo ma ni, ni, ni espace vert haiko fasi ya kuweka maparsele. tutapanda miti kwenye mogo ma yote. mogo ma iko lieu touristique na tunapasha kui protege. hatuwezi kamata fasi yote kujenga kiolela kujenga kiovyo, hapana. We mea unapaswa kuwa na raia yako, hata gavana na anatembea ndani ya mji, anatembea kila siku ndani ya province, ili kuweza kusikiliza malalamiko ya raia. Kama we hautembee, uende angalia, ukuwe an, an contact permanent na raia, nani ataifanya? Hatukukuja jua kuikala ndani ya mabiro, hatukukuja jua kuwina sisi wenyewe ama kulisha tumbu zetu, lakini tulikuja jua kutetea raia, jua kutumikia raia, na ndio vile tunaifanya siku na, na mchana. Gavana ametuambia kwa semene moja par semene tunapasha ikala mu biro siku mbili, siku zingine zote tukue mutere tonde sikiza malalamiko ya raia ni gani na tufike tumulete. Siku mbili ofisini na siku ingine ine unapasha kuwa kwenye tere, uangalie shida gani ambazo raia iko nazo, na kile ndio sisi tunafanya. Hatuna muda wa kupumzika, hatuna muda wa kuikala kwenye ofisi. Tunapasha kuwa ndani ya mji, tuangalie kipya kiendeke na tuweze kubebea hierarchie tu rapport, na ile ndio tunafanya. Ochenaye, siku zilizopita ulipitapita kwenye maduka ukaangalia vitu, huu mradi umefikia wapi, una, unaendeleshwa una una mabadiliko. Tumesema inapaswa ionekane kwa ngazi zote. Sisi wa viongozi tunapasha kuwa tunapashakua wa kwanza kuonyesha mabadiliko. Sasa vile umesema, hakuna tena huko maire de la ville wa kujivuna ambaye hauna contact permanent na raia, sisi wenyewe tumeona mabadiliko. Mabadiliko ni ile usiku ulite contre la corruption, usikuwe kiongozi ambaye kazi yako ni kutafuta pesa marushwa. Tumepiganisha ile rushwa na tunaambia raia nayo, nao, nao, inapaswa ibadilike. Ukiuzisha mtu bunga, ujue kama ni bunga ya mzuri ndio umemuuzisha. Ukiambia mtu hii ni saki ya 25 kilo ya mchele, isikuwe 20 kilo ya ya mchele na watu wameanza kutusikia, wale ambao walipinga, wale ambao walitafuta endelesha wizi, tuliwapinile na watu wote kwa sasa wanaanza jiweka kwenye mstari. Ni vitu vingi, hata mafuta, unga, mchele, gaze. gaze wote una, gaze ya 12 kilo waliunza weka wiki kilo, lakini tuko na pita, tunafanya control na tukikuta kama uliiba, tunakuadhibu, tunakuadhibu makosa ambayo ulifanya. Watu wale ambao wanauzisha inite, wale ambao wanafanya ma transaction monetaire, wamekuwa na difficulte ya kupata mone, mone ili waweze kuservire population yao. Alors maison de telecommunication wakati mutu anaenda unadeposer pesa yako kupata sa liquidite inakuwa, inakuwa shida, lakini wao wameprofiter na ile ili waweze pandisha to. Wakati unaenda toa pesa bana kukata 6% ama wanakata 7%, lakini chama tulipata instruction ya gouverneur de province Bahati Musanga Erasto ili tuweze kuwaitisha na kuwasikiliza. Tumewaitisha, tumewasikiliza na tumekuwa gundua kama kulikuwa kawizi olea 3% kwa nalipisha 6%, tume si lakini tumeishusha

a 3,5. p 5 tuna itosha de spo A 3p ile yote nijo tutumikie raia yetu. Hatulali, tunasikiliza raia usiku na muchana. Mutu yote ambaye iko na malalamiko, milango yetu iko wazi, meri iko wazi, e, makomine zote ziko wazi, makartier ziko wazi, maaveni, wanyumba kumi wote wako tayari kusikiliza malalamiko ya raia, na sisi tulete solution kwa malalamiko ya raia sasa kwa nini ukuwe mea, atapokea watu, umekuwa pale for voir de nurse solide ifo, ukuwe na, na ile makapasite za kuweza ku répondre kuma probleme za population na kuleta suluhisho. Ndio maana wametuweka, wametuweka, kwani wanatujua kama tuko na hiyo makapasite na ndio maana